Kwamba mimi Anamringi Macha niliyekuwa mkuu wa mkoa wa, wa Shinyanga nathibitisha kwamba leo tarehe moja Julai 2025 ninamkabidhi mheshimiwa Mboni Mhita mkuu wa mkoa wa Shinyanga anayehamia madaraka yote ya madara ukuu wa mkoa pamoja na daraka zifuatazo. Nitakabidhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitakabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka wa 2020-2025 20, inayoishia 20, 20, 20, 20, 20, 20, lakini kwa bahati nzuri nitakabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 hadi 20, 2030 20, ambayo ndiyo tunakuja kuanza nayo. Nitakukabidhi mpango mkakati wa mkoa wa kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Nitakukabidhi mwongozo wa uwekezaji kwa mkoa wa Shinyanga nitakukabidhi kitabu cha bajeti ya mkoa kwa mwaka wa 25, 26 ambayo ndio ilikwisha kupitishwa na tunazingatia na mpango mpango mkakati wa mkoa kwamba ni wapi tunapoendelea. Kwa hiyo nitaomba nikukabidhi vitu hivyo sambamba na kusaini hati hizi ili zije sasa zikawe ni thibitisho kwa kwamba kiti hiki hapa si mali yangu tena. Mboni Mohamed Mhita, mkuu wa mkoa wa Shinyanga ninayehamia, nathibitisha kwamba nimepokea na, kwa na kusoma taarifa ya makabidhiano ya mkoa wa Shinyanga na kuanzia leo tarehe moja Julai 2025 nimepokea madaraka yote ya ukuu wa mkoa mkoa huu wa Shinyanga kutoka kwa Mheshimiwa Anamringi Macha mkuu wa mkoa wa Shinyanga anayeondoka. Mungu ni saidiye. Nashukuru sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like.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 kuna baba mmoja hmm, ana wake watano walikuwa HIV positive, alivyonitumia majibu ya juzi eh, nikaona mstari tu moja moja, na watoto positive eh, walikuwa wakawa negative mstari huu, hmm, kama mmoja kama kuna dada moja amenitumia message, "Mama, nimepata negative." Nikamwambia, haya nenda kwa dokta wako aliyekuwa anakupa, aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na